Mbali na hayo ni kwamba shinikizo zinazidi kuongezeka kwa wakuu wa usalama kueleza aliko Mwendwa Mbijiwe ambaye alitoweka mwaka 2018. Mahakama Kuu ilitoa wito tena kwa Inspekta Jenerali wa polisi na Mkurugenzi wa Upelelezi wa masuala ya Jinai kutoa majibu kwa familia yake ambayo imesubiri kwa miaka mingi kujua ukweli. Jaji Martin Muya aliambiwa kwamba watu kadhaa waliohitajika kujibu mashtaka walishindwa kuzingatia maagizo ya mahakama yaliyotolewa mnamo Disemba tarehe 5 mwaka jana kuhusu mahali alipo Mwendwa Mbijiwe. Wakili wa familia alisema mkurugenzi wa mashtaka ya umma alikuwa ametoa maombi lakini hakuyawasilisha na akahimiza mahakama itoe upya wito kwa Inspekta Jenerali wa Polisi na mkurugenzi wa mashtaka ya upelelezi wa jinai ambao walishindwa kufika mahakamani Disemba tarehe 16 mwaka uliopita. Wakili wa upande wa utetezi alisema kuwa hakukuwa na haja ya kuwaita Inspekta Jenerali wa Polisi na Mkurugenzi wa idara ya kushughulikia masuala ya jinai, ukisema kwamba afisa aliyekula kiapo anapaswa kutoa ushahidi badala yake. Okay. Upande wa walalamishi ulisema kufika mahakamani kwa maafisa hao wawili wakuu ulikuwa muhimu ili kuharakisha suala hilo na kuhakikisha uwajibikaji. So kesi hiyo inahusiana na kutoweka kwa Mwendwa Mbijiwe mwaka wa elfu mbili kumi na nane, huku familia ikitafuta majibu kuhusu hatua za uchunguzi zilizochukuliwa. Jaji Moya alitoa wito tena maagizo ya kufika mahakamani kwa Inspekta Jenerali wa Polisi na Mkurugenzi wa maswala ya Jinai, huku akiwapa wa watetezi siku saba kujibu kiapo hicho. Alisema kesi hiyo itatajwa Februari tarehe tatu mwaka huu. Kwingineko, polisi wameomba siku kumi na nne za ziada kuendelea kuwazuilia washukiwa katika kesi ya ibada ya Binzaro inayohusishwa na mhubiri tata Paul Makenzie. Wakili mkuu wa mashtaka Rachel Omala alisema muda huo unahitajika ili kuunganisha faili na kumjumuisha rasmi Mackenzie katika kesi hiyo. Upande wa mashtaka pia uliomba washukiwa wanne wafanyia uchunguzi wa kiakili katika hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi kabla ya mashtaka kukamilika. Washukiwa hao ambao walikamatwa Julai mwaka jana na wamekuwa kizuizini tangu wakati huo wanakabiliwa na mashtaka ya kueneza itikadi kali, kuwezesha ugaidi, kuhusika na shughuli za uhalifu zilizopangwa na mauaji. Letoa Debra Darubini.